Shalom. Karibu kwenye kipindi kingine cha Njoo Ule, Ukue, tafakari za Biblia ambazo zinakusaidia kama Mkristo kuweza kuishi um, maisha yanayompendeza Mungu kwa kufuata utaratibu wake. Uh, leo kwa namna pekee kabisa tutaenda kuangalia kiashiria cha amani ya Roho Mtakatifu, na tutaenda kwa kukiangalia, unaweza kukipata wapi kiashiria cha Roho Mtakatifu? Basi tuende mbele za Mungu tukamshukuru Bwana kwa ajili ya nafasi hii. Mungu wetu, Baba yetu, katika jina la Yesu, kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umetupa kuweza tena kutafakari neno lako, kuweza kuliishi kwenye maisha yetu kila siku, katika jina la Yesu wakati wote sawasawa na vile katika yako amina. Tunamwona Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye, uh, kwa nafasi kubwa sana baada ya Yesu kuondoka. Sasa nieleweke, sio kwamba Roho Mtakatifu akuepo kabla, alikuepo, na tunaona kwenye ubatizo wa Yesu katika ile njila ya Yohana, uh, alishukiwa na Roho Mtakatifu. Tunamwona Roho Mtakatifu kwenye agano jipya pia, pia a, katika ubati kumpa Mariamu mama yake na Yesu ujauzito, uzito. Tunaona pia Roho Mtakatifu sehemu nyingine kubwa a, a, kwa mitume pale Yesu alipoambia kwamba watashukiwa wataviwa na Roho Mtakatifu, wasiondoke Yerusalemu mpaka atakapokuja. Mm -hmm. Na tunaiona Pentekoste ya kwanza namna ambavyo Roho Mtakatifu alimiminika kwa wale mitume. Kisoma matendo ya mitume tunaona kazi kubwa sana ya Roho Mtakatifu. Tofauti ya Roho Mtakatifu uh, alipokuwa uh, ufanyaji wa kazi wa Roho Mtakatifu katika Agano Jipya na ufanyaji wa kazi wa Roho Mtakatifu katika Agano la Kale tunaona wapi? Katika Agano la Kale Roho Mtakatifu anakuwa juu ya mtu, yani alikuwa anakuwa juu aidha ya kuhani uku, au uh, fame au mlawi nategemea, alakuwa juu ya mtu, sio kwamba ani anakuwa kama yuko hapa, akisha kusaidia kwenye kile kitu ambacho unatakiwa usaidike, anakuacha na manabii. Lakini katika Agano Jipya Roho Mtakatifu ana, yaani tunamwona ukishampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Na hii so, naomba didim, tu nisisitize, wokovu sio dini mpya, sio katoka kabisa unalorosari eti uko unakimbilia sijui wapi ukafikiria kwamba wokovu ni dini mpya. Hapana, wokovu tu ni ile kwamba sasa unamkiri Bwana kuwa yaani, uh, unamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, yani kwamba unasema sasa mimi ninapiga uh, nina hatua, ninaacha yote ambayo yampendezi Mungu. Hiyo ndio kuokoka namkiri Bwana, namwambia Bwana, wewe ndio mfalme, wewe ndio Mungu, wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu, kwamba ashughulike na wewe kwa viwango vingine. Unaweza kama Mkristo, lakini kama Mkristo jina, kwa sababu tu umezaliwa kwenye Ukristo, lakini una kitu chochote ambacho kinaonyesha Kristo kwenye maisha yako. Na unaweza pia ukawa Mkristo wa tia maji, tia maji huko kidogo, huko kidogo kule, lakini huna yani, kwenye nyakati ngumu huwezi kusema kwamba Mungu ni Mungu wako watu wakikuangalia huku nje hawamuoni Bwana kwako, kwa sababu ukiwa na Kristu maanake kwamba eh, unatakiwa uonekane, yani mtu akikuona asema yeah, hapa namuona Mungu kwa huyu mtu. Je, watu wanaweza kasema wanamuona Mungu kwa wewe? Wewe ni barua, mimi naye, wote sisi zote ni barua. Je, wewe ni barua inayoandikwa kwamba kumtambulisha Kristu? yani namna zako za kuenenda uh, unapopitia changamoto, namna ambavyo unashughulika na ile changamoto inaamua Mungu kwako ni ikoje. Sasa unapo mkiri Kristo, tunaona hasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba watu walipokuwa na mkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, kana batizwa, ubatizo wao ulikuwa sio maji tu, ulikuwa maji lakini pia ulikuwa, ulikuwa, ulikuwa Roho Mtakatifu, kwamba wanajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hapo anaonekana sasa kwa viwango vingine, kwamba sasa badala ya kukaa hapa anaingia ndani anakaa ndani sasa, ni kwamba sasa ndo anakupa ule ujasiri, anakupa nguvu, anakupa sijui uweza ambao Yesu alikuwa anawaambia mitume wake. Yaani tunaona tofauti ya mitume kabla ya ule uvuvio waro Lamu wa Roho Mtakatifu, namna walivyokuwa nawaogopa Wayahudi. Kwani wakuwa wanaogopa Wayahudi kwa sababu walitishia walishamuua bwana wao, kwa hiyo hata na wao walikuwa wana haki ya kuogopa kwamba hey, kama alivyofanya hivi mwalimu, itakuwaje kwa habari ya sisi? Hmm. Na hapa nasema hivi katika Injili ya Yohana ile sura ya 14 kwa zile mstari wa 15, i inasema uh, tena mpaka 18 inasema hivi: mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtamburi, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Naona hapa Yesu anawaambia kwamba wao watamtambua Roho Mtakatifu kwa sababu anakaa kwao, atakuwa ndani yao. Sasa mm, ndio ile tofauti ya Roho Mtakatifu kukaa hapa na kukaa hapa hapa na, yani anaongoza hatua zako zote anakupa hata maneno ya kusema, unapata ujasiri wa kuojiana na watu ambao tunaona mitume walikuwa nao, mpaka wakawa wanajiuliza hawa watu wanapata wapi ujasiri? Mbona hata watu hawa yes, hawajasoma? Kwa sababu ni nini, kichokuwa kinawapa ujasiri wale watu? Nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona, Roho Mtakatifu kimpa nafasi, anashughulika. Sasa ili Roho Mtakatifu akae, lazima umkiri Kristo mfanye Kristo kuwa Bwana Mwokozi wako. Kuwa, kuwa Mkristo haimaanishi kwamba unaishi kwa ajili ya Kristo. Unaweza ukawa Mkristo na ukawa unatumikia kufanya maagizo vizuri kabisa kwa matendo yako, lakini unapoamua kuokoka sasa, unapoamua kuongoka, unapoamua kugeuza maisha yako kama vile Paulo alivyoamua kugeuka kutoka kuwa Sauli kuwa Paulo, eh? au vile Zakayo alivyoamua kugeuka, eh? akaamua kurejesha kila kitu ili Bwana amsamehe, amtakase, amfanye nini. Tunamwona pia hata Mariamu Magdalena namna alivyokuwa na tabia za ukahaba, akaacha vyote hivyo, akarudi kwa Bwana akaomba toba. huo sasa, hayo mabadiliko hayo ndio Bwana anayotaka. Uko hivyo, ukiwa hivyo, maanake nguvu za Roho zitakuja tu kwako, na roho kaise mchafu haiwezekani useme unamkiri Bwana wakati kuna vitu jaachilia, lazima maisha yako uyageuze degree mia tatu sitini au na nam, lazima uyageuze tu degree mia tatu sitini ili Roho Mtakatifu apate mahali pa kukaa ndani ya moyo wako, akuelekeza kufundishe, kwa sababu mwanadamu ni mwili, roho na nafsi, lakini mwanadamu pia ni kama uwanja wa mapambano. Nguvu za giza zinakutaka, nguvu za Mungu zinakutaka. Unajuaje hii mwili wa Musa tunaona shetani alikuwa anaojiana na malaika Mikaeli kwa habari ya mwili wa Musa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanataka kwa mwongezo, wanataka ufahamu wa Mungu, wanataka yaani, ndio tujue vita ambayo tunayo inayopigana mchana na usiku, na ndio tunaambiwa vita yetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya fahamu na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Maana kwamba e, wakati mwingine sio wakati mwingine, mara nyingi vita inapigana kwetu, ndio maana unaweza kukaa kama Mtakatifu Paulo alikuwa anasema utenda jema nataka, lakini silitendi; lile silolitaka ndo nalitenda, kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Usipokuwa makini mwili unaweza ukakufunga ukakuzuilia ukakurejesha nyuma, na ili Roho Mtakatifu apate kweli nafasi kwako, lazima uamue sasa, mimi nakata shauri, yale maisha ya zamani uliokuwa nayaishi mimi nayaacha. Kama ulikuwa unaishi vizuri, basi unazidi kuimarishwa ili uzidi kuimarika. Yaani mtu akikua sawa mmm, siwezi kuna kitu mtu kabadilika. Yaani akikuona tu unakuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu nguvu za Roho Mtakatifu zinakuwa juu yako, zinakuwa ndani yako. Roho anasema na wewe. Zaburi sasa mbili usalama nasema nitakufundisha na kuelekeza njia utakayo utakayoiendea. Maana kadani wa kukufundisha na kuelekeza njia utakayoiendea Ni Roho Mtakatifu, hakuna mwingine. Roho Mtakatifu ndo anampa Stefano hata majibu ya kuwajibu wale watu walikuwa wanojiana naye wakakasirika wakamuua katika Matendo ya Mitume. Kwa hiyo, yani nguvu za Roho Mtakatifu ni nyingi na ni kubwa. Tunapewa Roho Mtakatifu kwenye vipimo, lakini kwenye ubatizo. Lakini, kwa kiasi gani Roho Mtakatifu ana nguvu kwenye maisha yetu? Kwa kiasi gani tunampa mamlaka Roho Mtakatifu kutuongoza kwa kiasi gani tunaamini katika nguvu zake na msaada wake? Pasipo Roho Mtakatifu ni ngumu sana. Unamhitaji Roho Mtakatifu kwenye kila hatua. Usiseme ah, hiki mimi naweza nikafanya kwa nguvu zangu. Hakuna kitu utachoweza kufanya kwa nguvu zako. Jizoeshe kuomba msaada wa Roho Mtakatifu mpaka barabara ya kupita. Hata kama unapita hapo hapo kila asubuhi, hebu jizoeshe kwa nguvu za Roho, nipite hapa leo, naomba nielekeze, nifanye hiki leo. Utashangaa atakavyokuwa na kuelekeza Wakati mwingine kunaweza kukaa kuna kile kiashiria cha amani. Unajua umezoea kupanda gari sehemu fulani, lakini unasikia sauti inakwambia, hata uelewe nani anakwambia, unasikia tu leo usipande au usipande, ili subiri, na ukitii ni salama yako unasikia. Usipotii ndo utakapoelewa, utakapopata shida. Au unaweza ukaenda mali, mtu anataka kupa kitu, unasikia sauti inakwambia usinywe, yani nakwambia usinywe ukitini salama yako usipo tindo utakapo utakapoilewa utakapopata shida. Maanake nguvu za Roho Mtakatifu yupo, lakini sasa ni we mwenyewe kutaka kumwomba msaada wako, yaani msaada wake ya kusaidia na yupo. Roho Mtakatifu yupo wakati wote. Natamani wote tujue namna kumtumia Roho Mtakatifu, tuombe msaada wake, tukae kwa namna ambayo inatuweka vizuri na Mungu atatusaidia sana na kiashiria kikubwa cha Roho Mtakatifu daima, unazosisikia usisikia sauti, lakini ni amani. Jambo nalo ulifanya unapata amani, kama upate amani jua tu hapa hapana, nawezekana ni kitu unakiomba, lakini majibu hayaji kwa namna ambayo umezoea, ila kiashiria cha amani ni kiashiria kikubwa sana cha Roho Mtakatifu. Unapata amani kwa habari unachokifanya, unacho upate amani, achana nacho unapata uzito. Wakati mwingine uzito unaweza ukaja au kukosa amani, usumbufu wa moyo ukaje ghafla, yaani wala una chochote cha ajabu, hujasikia kitu chochote cha kibaya, hujaongea na mtu, hujafanya nini, lakini tu umekaa unashangaa tu, unakosa amani. Ukiona hali kama hiyo, tenga muda kidogo, nenda mbele za Mungu kwa toba, afu nenda mbele za Mungu kwa maombi, muombe Roho Mtakatifu akuonyeshe kwa nini anakukosesha amani. Ukisimama ukiomba, utajua, utaomba na uombe mpaka ile hali, hali ikuishe ukiona unaendelea kuomba mungu mbona sipati kwa nini sinakosa amani nenda mbele za mungu kwa toba yamkini kuna kitu umekifanya umekosea na hujajua umekosea na hatiabda ya mishtaka inakuja au kuna kwa hilo kosa hujajua ujajua um, vita imeinuka juu yako lakini ukikimbilia kiti cha rehema mungu yupo atakusaidia atakuvusha unakimbilia tu kiti cha rehema, Zaburi ya 51, unaenda tu mbele za Una, eh, Mungu unamwambia Bwana, nisamee nihurumie. Isaya eh, moja isu ya moja Yohane moja nane kumi na kwambi nenda mbele za Mungu, unajua kwamba nimepungukiwa, ni, ni, ni kama mwanadamu nimepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana yupo atakusaidia atakusamea, atakusaidia tu. Na wakati mwingine ni taarifa inayokuja mapema, Mungu anakusudia kukuonya kwa habari ya jambo, atakosesha tu amani au unaweza ukaa tu umeenda dukani ukashangaa, unakosa tu amani ukiingia, yaani umeweka tu mguu wako hivyo na unapata uzito ndani ya moyo. Usidharau hicho kiashiria, usidharau kabisa. Bwana akubariki. Namshukuru Bwana kwa ajili yako. Naenda kusema asante kwa uh, Bwana Yesu Kristo. Asante kwa Roho Mtakatifu na kwa namna ambavyo anaachilia kwa ajili yetu. Mungu Baba yetu katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya jina, nafasi ambayo umeachilia, sifa, utukufu, heshima na adhamu ambao kusema nao. Bwana akubariki na sana. Shalom.